Tuelekee Garisa kaunti nambari saba ambapo asilimia kubwa ya wakazi wa kaunti hiyo hawana ufahamu kuhusu nafasi za ajira na za kibiashara katika mitandao ya kidijitali kutokana na viwango vya juu vya kutojua kusoma na kuandika, kando na changamoto nyinginezo. Kufuatia hali hii, kituo cha Afrika cha wanawake cha mawasiliano na teknolojia kimeanzisha mradi wa miaka mitatu wa kujumuisha waliotengwa kupitia mafunzo ya vijana na wanawake ili kupokea huduma hizo za mitandaoni. Digital uptake in Garissa is up to about 40%.

one is partnering with calro to be able to access localized content for the various communities. kwa sababu ya hii event na, naonelea kama tutaweza kufaidika kuenda kwa digital um, platforms ama kenya kwa kizungu e and ambaye tukidevelop website yetu kama farmas network tutaweza kuuza ama ku yani market through online toka Garissa. Turudi hapa Nairobi, ambapo mie napata fursa ya kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa nyinginezo.